Ahlan wa sahalan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na simulizi hii inaitwa Mchuma Janga, Hula na Wakwao sehemu ya 30. Sasa sehemu ya 29 tulipoishia, tulimwona Bizanura Kabindi akiwa na wasiwasi mkubwa sana baada ya askari Roida kumwaga akiwa anaiona na gari ya askari Chacha ikiwa inaondoka kuelekea kituoni, akawa amebaki ye mwenyewe peke yake baada ya kufunga mlango akiwa nje kuangalia usalama, na akaukuta uko vizuri, akaanza kutafakari aliyoyaona dukani hayawezi kweli kujirudia, na hatimaye akajiona mkiwa kabisa kwa sababu amekaa peke yake. Baada ya kujiona akiwa ni mkiwa, akili ikamtuma aingie ndani achukue simu na ampigie Doris kwa sababu aliona kwenda mpaka kufika kule bila usafiri wowote kule hospitali itakuwa ni ngumu kwa daktari Rwechungura, kwa kilichofanyika ikabidi ampigie simu Doris. Baada ya kumpigia simu Doris, akasikia Doris akiitikia kwamba anakuja hapo hapo nyumbani kwa bwana Wavuti. Ndipo tumemwona Bizanura Kabindi akaanza kurukaruka akiwa na mtoto wake mgongoni, na hatimaye baada ya muda mfupi alisikia mlio wa gari ukiwa unahanikiza, na hatimaye ilivyofika pale akafungua dirisha na kuanza kutazama kuchungulia, akaona mlango wa kwanza uliofunguliwa katika gari, wa kwanza kutoka ni rafiki yake Doris ndipo ambapo walipoamua kufunga mlango wa dirisha na hatimaye akakimbia moja kwa moja mpaka mlangoni. Baada ya kutoka tu Doris alivyomwona kwamba ni Bizanura Kabindi ambaye ametoka nje ya nyumba, moja kwa moja alikimbia na yeye, wakaja wakakumbatiana, wakaanza kusemezana wenyewe kwa wenyewe kwamba kila mmoja alimmisi mwenzie. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi 02 baba Sam the King. Kama endapo haujasubscribe chaneli yetu, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Gusa hicho kitufe moja kwa moja, utakuwa ni mwanafamilia wa baba Sam the king Tanzania tv Channel chochote kile ambacho kitakachokuwa kinarushwa hapa utakuwa ni wa kwanza kukipata. Sasa karibu sehemu yetu ya 30 ya simulizi hii mchuma janga hula na wakwao. Bizanura kabindi akajaribu kumwelezea kila kitu Doris lakini Doris hakuweza kushangaa kwa sababu yeye mwenyewe, baba mwenye nyumba ambaye amempangisha ni jirani na baba mwenye nyumba ambaye amewapangisha akina mzee Baruzu huyu pamoja na kina kijangwa kina mama Mshewa pamoja na wengine. Kwa hiyo alichukulia ni hali tu ya kawaida kwa sababu mzee Baruzu huyu anamfahamu pia, mama Mshewa ni rafiki mkubwa sana wa Doris kwa hiyo hakuona shida yoyote ambayo iliyojitokeza katika kusimuliwa huko, ni vitu tu ambavyo alikuwa na vifahamu kwa sababu hata Mama Mshewa ashawahi kutokewa na sauti hivyo hivyo ambayo ilikuwa ikihanikiza kwamba, kutokana na kwamba Kajembe boy alienda pale kwa mama Mshewa kwenda kuomba chumvi, lakini mama Mshewa alisema kwamba hakuna chumvi ambayo iliyopo. Ingawa mama Mshewa sio kwamba eti alikuwa hana chumvi, kweli ilikuwepo, sema ilikuwa ni ya unga. Kwa hiyo ile pakiti alikuwa hajaitoboa hata kidogo. Kwa hiyo kutokana na kwamba kipindi hicho alikuwa amepika makande ameyawekea na karanga na chumvi ya kumalizia katika pakti ambayo iliyoisha alimalizia katika lile kande moja kwa moja, ikawa imeisha kwenye lile karatasi. Sasa wakati kajembe boy anakuja, najaribu kuomba pale chumvi, akakuta chumvi haimo katika lile, ka, lile kasha yaani kile kipakti. Kwa hiyo alichokifanya akajaribu kumwambia mimi sasa hivi sijanunua chumvi kwa hiyo sina chumvi hapo. Ndipo Kajembe Boy alipoondoka moja kwa moja, akaelekea kwa Suzana. Suzana ndiye ambaye alitoa chumvi. Sasa baada ya kuitoa ile chumvi, usiku akiwa melala, mama Mshewa alisikia sauti yenye mwangwi ikiwa inahanikiza kwamba amenyimwa mjukuu wake chumvi hali ya kwamba ndani ipo. Kwa hiyo atamkoma ni lazima atamfanya chochote kile atakachojisikia. Yaani, sauti ya mzee baruzu huye ikiwa inazungumza kwenye mwangwi, baada ya kuwa mama mshewa amelala na amesinzia kabisa. Kwa hiyo hapo, baada ya kushtuka, ndipo ambapo aliposikia mwangwi wa sauti ile ukiwa unapotea akagundua ah, kumbe ilikuwa sio ndoto, kumbe ilikuwa ni ukweli. Ilasema yeye ameisikilizia hiyo sauti ni kama ndoto, ni kumbe ilikuwa inasema kweli. Sasa hapo ndipo moja kwa moja alipoamua kwenda kwa rafiki yake Doris na kuanza kumsimulia kile kilichotokea kesho yake. Kwa hiyo hiki ambacho anajaribu kukisimulia Bizanura Kabin sio kigeni kwa Doris. Alichukulia ni hali tu ya kawaida kwa sababu rafiki yake Mama Mshewa ishawahi kumtokea. Baada ya kuwa baada ya kuwa wamemaliza kuzungumza, moja kwa moja walikaa na kuanza kuzungumzia mambo yao mengine, huku wakihojiana ni wakati gani ambapo Daktari Wachungura ataamua moja kwa moja kumuoa Doris. Hiyo ndiyo agenda ambao waliiweka pale mezani na kuanza kuizungumzia, wakiwa wameacha kabisa kuzungumzia hizo stori za kuhusiana na mzee Baruzu uye pamoja na askari Chacha, namna jinsi ambavyo walikuwa wakibishana kupitia uwezo wa kiuchawi na uganga ambao wanaumiliki Baada ya kuwa wanazungumzia kuhusiana na masuala ya ndoa ya Doris na Dr. Rwechungura, Doris alimwambia rafiki yake kwamba hajui ni lini ambapo itakapoweza kutokea, cha msingi aendelee kumwombea ili mambo yaweze kukaa sawa. Na kweli baada ya kuzungumza neno kama hilo kwa kweli kutokana na kwamba Dr. Rwechungura alionekana ni mtu mpole na ambaye amewasaidia sana, vitu moja kwa moja, Bizanura Kabindi alimwambia rafiki yake kwamba yuko tayari kumwombea kwa kila laheri, ili mradi tu mambo yaweze kukamilika. Wakiwa wanaendelea kuzungumzia kuhusiana na masuala ya maombi, moja kwa moja walisikia gari linakuja, hatimaye likasimama. Baada ya kusimama, Doris ndiye wa kwanza kutoka nje ya nyumba kwenda kuangalia ni kitu gani. Je, atakuwa ni mpenzi wake Dr. Rechungura merudi au kutakuwa na kitu gani ambacho kimejitokeza hapo? Ndipo alionekana askari Chacha akifungua mlango na hatimaye akatoka nje ya gari. Baada ya kutoka nje ya gari, akaonekana bwana Wavuti anatoka nje ya gari na yeye, na hatimaye mzee Kashero naye akatoka nje ya gari akionekana ni kama mzee ambaye anatoka kwenye gari, huku anacheza cheza hivi. Mwanzoni alienda akiwa na mawazo pia, aliamshwa akiwa amejinamia pale alipokuwa amekaa, lakini wakati huu anakuja akiwa na furaha zake kabisa, mzee wa watu akiwa anacheza cheza cheza pale, ikaonekana yuko vizuri kabisa, kwa sababu amemuona tena kijana wake upya. Hapo ndipo ambapo bwana Wavuti alipoamua moja kwa moja kwenda mpaka ndani. Baada ya kuingia ndani, Bizanura alikuwa hana hili wala lile kwa sababu alikuwa hajaangalia kokote kule, akisikilizia tu kwamba je, ni kitu gani ambacho yani ni taarifa ipi ambayo Doris atakayoweza kuileta? Kwa hiyo alikuwa hajachungulia wala hajaangalia chochote kile, kwa sababu amejua rafiki yake ameenda ataleta majibu yaliyo ya, ya sahihi. Baada ya kuingia ndani, akaanza kusikia kama kuna harufu fulani hivi inahanikiza, harufu mbaya, harufu kama ya kikwapa fulani harufu kama ya ya mikojo mikojo, harufu yani isiyoeleweka eleweka hivi, ambayo imekaa tofauti. Hapo ndipo ambapo walipojishtua na ku, na kuanza kuzungumza kwa sauti huko akisema, mm. shoga Doris, kuna kitu gani ambacho kinaendelea humu ndani au kuna mtu amekuja na vitu vibaya ha? Baada ya kuzungumza kitu, kuzungumza vitu kama hivyo, moja kwa moja alikuja kusikia sauti ya mume wake kipenzi inamwita huku ikisema mke wangu Mama Firomena ni mimi hapa, mume wako wavuti. Namshukuru Mungu leo nimekuona tena kipenzi changu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, alipokuja kujishtua tu na kujaribu kutazama, akamwona kweli ni mume wake na ni mchafu vibaya mno. Moja kwa moja Zanura Kabindi alianguka chini na kupoteza fahamu hapo hapo. Mtoto alianza kulia hapa na pale, lakini mama yake hakuweza tena kumsikia kwa sababu tayari amepoteza fahamu. Baada ya kuingia askari Chacha mle ndani, kwa sababu Mzekashero hawezi kuingia humo ndani, anasikilizia ni kitu gani ambacho kitakachoendelea. Yeye anaendelea kuwa na furaha zake huku nje, anacheza ha cheza hapa na pale na Doris Kabidi aingie ndani. Baada ya kuingia ndani wakakuta Bizanura Kabindi ameanguka chini na amepoteza fahamu kabisa, lakini askari Chacha alianza kujiiraumu kwa nini hakutembea na dawa hata moja ambayo inaweza kumtoa kabisa katika hiyo hali Bizanura kilichofanyika, ikabidi wambebe bwana wavuti Doris, akiwa analia kabisa, pamoja na askari Chacha, wakamchukua yule Bizanura na kumtoa nje na hatimaye wakatembea moja kwa moja mpaka kwenye gari na kumwingiza kwenye gari. Ile furaha ya Mzee Kashero baada ya kuona tukio kama hilo, moja kwa moja na yeye mwenyewe aliamaki akashtuka naye kwa mshtuko mkali sana, baada ya kuona Doris na yeye yuko analia hapa na pale, afu wanaona mtu anatolewa kule ndani amebebwa mikononi na kuingizwa kwenye gari. Kuna nini ambacho kimetokea? kutokana na ule mshtuko wa furaha na nini, sasa furaha kuipozesha ghafla, kidogo kuna mtihani, akadondoka chini, na yeye yule mzee, mzee Kashero, akapoteza na yeye fahamu, wakamchukua na yeye wakamweka kwenye gari, kilichofanyika Doris akaingia kwenye gari na hatimaye akaambiwa, bwana wavuti abaki na mtoto huyo, mtoto atakuja kufuatwa baadaye. Aliingia ndani ya hilo gari askari Chacha na kuwasha moja kwa moja, kufunga milango yote na kuanza kulitembeza kama ana akili. Kuelekea hospitali. Na, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya thalathini ya simulizi hii mchuma janga hula na wakwao, imeishia hapa. Tumemwona Bizanura Kabindi baada ya kusikia sauti ya mme wake na kutazama huku na kule, akakutanisha macho uso kwa, u, uso kwa macho na mme wake kipenzi bwana Wavuti akiwa ni mchafu sana, alianguka chini na kupoteza fahamu. Na Doris pamoja na askari Chacha baada ya kuingia mle ndani wakakuta Bizanura Kabindi ameanguka chini na amepoteza fahamu, lakini bwana Wavuti alikuwa amesimama hapo hapo akiwa na shangaa kile ambacho kilichotokea. Hatimaye ndipo ambapo askari Chacha alipowaamrisha waweze kumtoa nje wamkimbize kwenye gari haraka sana iwezekanavyo, huku Mzee Kashero akiwa anaendelea na furaha zake akiwa anacheza cheza, cheza. Sasa na yeye baada ya kuona tukio kama lile la mtu amebebwa anatolewa nje ya nyumba anaingizwa kwenye gari akapatwa na mshtuko, na yeye akaanguka chini akapoteza fahamu. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi zero tu Baba Sam The King. Kama endapo utakuwa umependezwa na simulizi zetu hizi, tunakuomba subscribe channel, chaneli yetu. Hapa chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina alama nyekundu, chenye kina rangi nyekundu na alama ya kengele, unaweza ukagusa hicho moja kwa moja utakuwa mwanafamilia wa Baba Sam The King Tanzania TV channel utakuwa unapata makala mbalimbali mbali pamoja na simulizi ambazo zinaendelea katika chaneli hii ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ya 31 sisitizo langu ni kwamba endelea kuifuatilia simulizi hii utajifunza mambo mengi bado inaendelea kushika kasi Niseme kwa heri mpaka hapo, sehemu ya 31 ya simulizi hii mchuma janga hula na wakwao. Niseme alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752 73 25 15. Baba Sam the King.